Maisha ya Marekani hayana utara. Kuna watu ambao wanakaa miaka mingi hapa Marekani, unakuta ndo kuona, ripanya, wangifan, mbere, wanakuja kuona makosa ambao walifanya au vitu ambavyo wangepaswa kufanya huko mbele, wanakuja kuviona nyuma. Na leo tunataka tuzungumzie maisha halisi hapa Marekani, jinsi gani anavyokuwa, na tuna mgeni hapa ambaye atakuja kutufungua macho na kutuonyesha njia ya kutoboa maisha ya hapo. Hii ni na Tafadhali kama huja subscribe, subscribe just go ahead and subscribe. Uh, ni mara wa kwanza, we talk about money talk, talk about finance, we talk about maisha Marekani hmm. Na, there's no way around than kila siku uwaletea watu ambao tunaongea tuna, tunaboga kuhusu maisha Marekani and from my point of view nawezi kusema kwamba first thing, let's look at the things watu wanapitia Marekani because kuna kitu wanaita expectation versus reality hmm. you know, unafikiria una unafikiria before you come to America unafikiria you gonna be anza tukaribishe mgeni wetu kwenye studio yetu. Unasemaje, ndugu yangu? Mimi napenda kuchangia hiini, ni topiki pana sana. Unajua, tukiwa kule Afrika tunakuwa tunaona Marekani kama ni mti wa matunda, ukifika unachuma, naona wakati uhalisia wa wenyewe sio hivyo. Kwa hiyo kuna kuangaika mm -hmm. Uh, kupambana kama kule nyumbani Yeah. Na mara nyingi, msingi mkuu, mimi nasema kama nyumbani ulikuwa sio mpambanaji mm -hmm. Hapa uweze kuwa mpambanaji. That's kama, right. Eh, <laughs> kama ulikuwa mpambanaji kule labda Yeah. Ukakosa opportunity, mm -hmm. Ukifika hapa kutana na opportunity, itakuwa ni rahisi kusonga kwa sababu ulikuwa tayari ni mpambanaji sasa. Yeah. Kwa nini watu wanapofika huko Marekani unakuta uh, maisha ambayo walikuwa wanategemea kuishi anakuwa tofauti na yale ambayo wanaishi wakishaingia? Yeah. Ah, kwa sababu yeye alikuwa anayaona alikuwa anaona maisha ya TV. Mm. Sasa -hmm. Maisha ya TV na mengine yalikuwa yanachangiwa yana na ndugu zetu ambao litangulia. Mm -hmm. Na wale ambao unakuta labda anapiga picha sehemu, anapiga picha hivi na hivi. Mm -hmm. Kwa unaona vile vyote labda ni vyake. Unaona ukifika unakuta kumbe sio. Unaona. Kwa picha wakati mm. Uh -huh. Uliingia hapa ulikuwa uh -huh. mm ulikuwa una, unatamani kuona kitu gani, au ulikuwa unategemea ninapoingia Marekani nitakutana na vitu fulani. Yes. Ni vitu gani ulikuwa navyo kichwani, wa hapa nilivyo nilivyokuja. Uh, yeah, nilikuwa najua kwamba ukifika unafika tu na kuanza kufanya kazi na ukianza ku, na kufanya kazi, yani kila kazi nalipa unaona. Mm. No, na pesa nyingi sasa. Na mm. nyingi, no? Mm. Bahati nzuri kuna wengine wanakuja kwa njia tofauti. Yes. mimi nilikuja na njia ambayo ilikuwa ni moja kwa moja green card, kwa hiyo mm. kidogo mahangaiko yalikuwa machache kidogo kwa sababu nilikuwa, unafika hapa uko tayari yani ku, kutengeneza. Kutengeneza pesa. Pesa. Lakini pia kuna Mm -hmm. process lazima ukae labda mwezi mzima unasubiri documents zitumwe, kwa hiyo pale unakuta unakuwa unasema, ah, mbona nachelewa nachelewa nachelewa kwa tajiri. Anyway, na sijui. Tunataka tuongelee kuhusu system navigations, yani tuongelee kuhusu system ya wewe umekuja kama mtu wa green card Uh, maybe unawezatusha kidogo system inakuaje, uh mtu ambaye anafika hapa -huh. from green card na how does he navigate, pata karatasi mbona unasema? Uh, yeah, kia na green card unatoka na package yako ambayo unapewa ubalozini, unapewa bahasha ambayo, ukifika pale port of entry yani pale ulipoingilia Marekani, unaiacha. mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. ukiacha pale, inapelekwa katika ofisi zinazohusika kwa hiyo kule ndo wanaandaa green card, halafu wakati wanaandaa green card wewe unakuwa umewachia Address pale kwamba mm. watume wapi kwao, mm. kwa mwenyeji wako. Ukifika pale mwenyeji wako anakupokea, ukifika mm. unakaa una, una, una ngoja. Lakini pia unatakiwa uende kwenye ofisi ambazo utapewa social security. Ile ni namba ambayo itakutambua, serikali itakutambua. Kwa hiyo ndo namba ambayo utakuwa ukilipa kodi, ukilipa mshahara inatumika. Kwa hiyo ni kama kibali cha kazi, sasa. Nice. Yeah. wakati huo nice. Umeshapata social security, unasubiri mm. ile green card ije mm. Kipindi hicho ilikuwa kama unasubiri mwezi mmoja ukishapata. Okay, vyote viwili you are good to go, ndo anaanza kuingia mtaani kutafuta kazi, sio kama zinakufuata. Unaanza mm. kuzitafuta mm. kazi. Sasa unaposema kipindi hicho <laughs> labda umekaa kwa miaka mingapi? Miaka, miaka hiyo uh, ilikuwa ni miaka ya elfu mbili mwanzoni, elfu mbili mwanzoni yeah Yeah. Uh-huh. vitu gani kwanza you know, Mm. like, unaf unapofika Marekani akanajua <laughs> Yes. najua Kiingereza lakini ile, ile, ile, ile tone yake wakati unaongea Yeah. Ni kama vile hawakuelewi vizuri hata kama unajua Mm. Kiingereza katika lugha unakuta wewe, yeah, unapoongea nao communication kwanza inakuwa nguzo, yes, ya, ku, ya, ya kufika kwenye unataka kufika uh -huh. Na vitu vya culture, mm, kule kwetu unakuwa unazoea jinsi gani watu wanakaribiana unakuta, uh -huh, yes, kabisa uh -huh, na hii inakuwa, yeah, ni kitu kingine <laughs> vile <Vira mabidi laughs> ambavyo inajitambulisha kwa mtu, yes. Na hivyo unakuta kuna utofauti mkubwa, uh -huh, uh -huh, ni kweli. I remember mi nilipokuja huko nikuwa sijui mtu yani, nilikuwa najua watu lakini m, so enda shuleni, unatoka shuleni ena nyumbani unalala, kesho hivyo hivyo, mwezi, mwaka mzima unapiga, hujakutana hata na Mwafrika nakufikia, tafuta watu, yani uongee na watu tu so I think that's really one of the biggest thing bigthin ambayo inakuwa challenge kubwa sana katika Marekani tu. yeah, yeah. yeah, yeah. Siju ulipitia yipi sasa. Ah uh, mimi ni sasami kahau unavokuja nitegemea unafikia wapi uh -huh. Na, na mji gani? kuna miji ambayo mm -hmm. ukienda yeah kuwapata waafrika ni mara chache sana mm -hmm. kuna miji mingine unaenda unakuta, yani waafrika wako wengi tena hata wanchi yako wako wengi kwao. Eh, right. Unakuta ukifika pale kila mtu ya, aluna, kama munu, unasikia unaosikia leo Jumamosi. mm. mtu anachoma nyama ukienda. mm. unawakutana nao wote kwao. <tutu> yeah, yeah. mm. cha msingi tu ukifika hapa usikae ndani. mm -hmm. Toka yani tafuta watu. mm. tafuta watu ufanye connection. Sasa umeshaangalia ume <laughs> expectation versus reality, right yeah. mm. Unakutana na system navigation, naomba upate papers. Yeah. Umeshapata paper, maybe kuna wengine wanasubiria hata miezi sita. Uh -huh. Hata miaka miwili. Uh -huh. Kuna wengine hata mpaka sasa hivi hajapata paper. Uh -huh. Right. Yeah. Alafu unafika first catch a shock, loneliness na kupiga. Sasa kitu kingine. Uh -huh. Kuna expectation ya pesa ya pesa. Yeah. Right. Yeah. Unataka sana uanze kuingiza pesa. Uh -huh. You know like pressure unatumika sijui. Uh, let's talk about the pressure, financial pressure ambao. Yeah. Mtu anakuja nayo Marekani. Yeah. Ile ile mzigo unakuja nayo ni nini? Yeah, unapokuja unakuwa una namba una, una nyingi sana namba kubwa kubwa kubwa, hela, <laughs> na unaweza kuwa hata umesoma yeah. hujasoma lakini ukishafika mm. Hapa unakuta mambo ni tofauti mm. Unaona, kwa hiyo kiwango cha pesa kinakuwa sio kile unachokifikiria, au unaweza right. yeah. kukiona kwa macho yako ni kikubwa yeah. Lakini zikija bili unagundua ni kidogo. Kwa mfano mtu yeah. ukiwa una karatasi na mtu ambaye hana kibali cha kazi mm -hmm. tofauti kubwa itakuwa ni kwamba huyo atakuwa na uwezo kupata kazi kirahisi zaidi ya mwingine. yes. lakini kuhusu kiwango cha pesa utakuwa mm ni mule mule. kuna mm. jitihada za ziada lazima uzifanye. mm -hmm. ukuwa na kibali cha kazi hata, yeah. kuna wa, wenyeji una vibali vya kazi yeah. lakini maisha yao ni ya kawaida sana. mm -hmm. kwa hiyo lazima kuna bidii zako mwenyewe uzifanye, hizo bidii ndo zitakubadilisha maisha yako mm -hmm. kuwa na kibali ni ni ngazi, so basically, kibali shiko na kibali, tuseme utapata kazi ya kawaida, lakini tunasema katika finance kwa sababu tunasema ma-challenges, una expectation ingine ya kwamba unapata Utaf... tu ma pesa e, sawa naomba utume pesa. Ehe. hiyo ni kila Mwafrika ma halafu right? kitu ingine ambayo inakuja katika hii unakuta ya kwamba the way maisha ilikuwa very easy na very cheap Africa, unafika maisha inakuwa makubwa sana kidogo yeah. So inakuwa kama challenge, yes hiyo pesa pesa sanakidogosoinakuwa pesa zinaondoka, so hauna hata pesa za kubaki nazo yeah. So now cha mwisho ambacho watu wengi hawaongelee na I think watu wanapaswa kuwa naongelea mm -hmm. ni emotional fall, mm -hmm. isolation mm -hmm. kwa kama mwenyewe kukaa mm -hmm. mwenyewea nimekuja nimekuja fanya nini huku you eh -eh. you know feeling, you know feeling una feel like maisha you know right hiyo kitu nataka tuongelee, kwa sababu watu wengi hawaongelei. Tunaongelea kuhusu kupata pesa, but ile isolation uh-huh, isolation, akwa mwenyewe, maybe una ndugu wawili ambao hauna hata, hauna yeah, hiyo ipo. Na mara nyingi nategemea na wewe mwenyewe, mm. pia kwa sababu ukijibana sehemu mm ukijibana sehemu mm. Unakuta unabaki hivyo hivyo. Ukitoka ukimwona mtu, ongea naye, msalimie, muulize, ongea naye. Kwa mfano kama tulivyokuwa tunaongea kabla hapo, kutana na jamaa hapa, kwa sababu mimi afnutah uk unasema hakuna watu unawaona lakini huongea nao. Cha msingi tu ni ile ile ukikaa mwenyewe utakuwa mpweke mpweke kweli. Saa ingine labda au umetoka mm. kazini unaweza kutoka hata kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kwenye kwenye shopping center kimuona yes. yes. mtu ukaingia eh ukaenda kwenye. Kimwona mtu. Ile itakufungua mm. ita itaanza ita safari ya kujua watu na na na na nawazia mtu kuwa kujizuia mm. kufika kwenye watu wengine ambao wanakuwa yeah mtu anakuwa nakosa opportunities nyingi in sana sana. Yeah. In yeah. Kwa sababu unapongea na mtu ndipo utamuuliza uta, unakaa wapi unafanya kazi wapi? mm hapo -hmm. Sasa ndio connection na oh, jamaa anafanya kazi anafanya. kwenye IT anafanya kazi mm -hmm. kwenye anafanya kiwanda kiwanda yeah, yes. kazi kwenye ofisi fulani. ulipataje kazi hiyo? Kuna ndugu yangu. yes. Na sisi wote tukifika huko tunasema kuna ndugu yangu, tena, tena, useme, yeah. Kuna ndugu yangu tumetoka naye wote nchi moja anafuta kazi mlete. yeah. Kuna kazi au ikitokea nitakufahamisha. nataka tumeongea challenges. yeah. mm -hmm. na kila mtu ambaye anatuendelea tufuatilia sasa hivi anasikia nimeyapitia. Yani, Marekani hakuna shortcut. kuna shortcut, kuna shortcut so we want opportunities. opportunities ni namna gani right now, mbao natuangalia you can move from one place to another uh -huh. nawezi kugaranti ya kwamba kila mtu mahali hapo katika ma